Sisi tumefanya zoezi la kupanda mcao na hii tunamuunga mkono mwenyekiti wetu wa Taifa Mheshimiwa Dr. samia Suluhu Hassan. Uh, chama ni dira na mwenyekiti wa taifa ndio dira yetu. Dr. Samia ameonyesha kwa wazi kupambania kuhakikisha nchi yetu inabaki kuwa na hali ya mazingira bora. Kwa hiyo wito wetu kama Chama Cha Mapinduzi mahala popote tulipo kuanzia kwenye kaya tupande miti ili tuzuie majanga yale ambayo haya yanaweza kuzuilika. Kwa mfano, kuna magonjwa ya hewa, mfumo wa hewa, yanasababishwa sana na uharibifu wa miti, lakini kuna upungufu wa mvua, ukame. Hayo ni magonjwa magumu sana. Kwa hiyo ugonjwa wa ukame, nafikiri unaenda kwenye njaa. Kwa hiyo tujitahidi, tupande miti, na bahati nzuri hali ya hewa ya Mbeya inaruhusu sana miti. Kwa hiyo naamini, kwa sababu hapa tumeongozana na kamati ya siasa ya wilaya na tunawaheshimiwa madiwani ambao wao ndio viongozi wetu kwenye ngazi ya kata, watafanya hii operation vizuri kabisa. Kila wanaofanya ziara za kukagua za kupeleka maendeleo kwa wananchi, watapeleka na hali ya hewa iwe nzuri. Mungu awabariki, asante jamani, Bongo Play TV.